Ni habari mbaya kwa sisi wana Dar es Salaam hususan wakazi wa Kinondoni mara baada ya kupata taarifa mnamo tarehe mbili tarehe pili ya mwezi wa sita tukuingia Kinondoni bwana, kuna mtoto ametupwa. Na kwa taarifa ambazo tulikuwa tukizitafuta katika maeneo haya ya Kinondoni, tukakutana na mwanadada ambaye, uh, yeye alifanikiwa kumwokota mtoto huyo, na mpaka sasa hivi yupo katika mamlaka yake, na yeye ndo, uh, anajua yuko wapi na yanayoendelea. Na bongo 24 tuweze kuzungumza naye hapo. Mimi naitwa Mr Mamen, endelea kufuatilia tujue imekuaje na kimetukia nini mpaka uh, yeye yeah, ameweza kumpokea mtoto huyo. Dada, habari yako? Salama. Kwa ambao wanakuangalia sasa hivi, waambie uh, unaitwa nani na pia unajishughulisha na nini? Naitwa Nancy, ni interior designer, na yani ni mfanya biashara kwa ujumla. sawa sawa. Yes. Kitendo cha mtoto kimeshtusha watu wengi. Wakati tunataka tumzungumzie mtoto uh, tunatamani kufahamu uh, mazingira ya mtoto huyu kutupwa, kwa sababu nimeambiwa mazingira karibu sana na wewe hapa. Tunataka kujua kwanza, alitupwa kwenye mazingira yapi? Mtoto alitupwa kwenye kichochoro ambacho hakitoki ila ni getini kwa mtu. Baada ya kutupwa kulikuwa na watu wanahama kwa wale watu wamekuja wa na akili kuu ile wanaingia ndio wakamwona mtoto, na walipishana na mama wa mtoto akiwa anamweka mtoto akiondoka, lakini hawakujua wakarudi. Maana ya sema, alipotupa mtoto kwenye kichochoro ni mbele tu hapo karibu na ofisini kwangu, ndio taruki katokea, jamani, kuna mtoto, lakini kila mtu akawa anaogopa mtoto, mtoto, mm, mtoto. Ndio nikaja kuitwa mimi, nikaenda nilipoenda, tukawa tumepiga simu kwa mwenyekiti. Mwenyekiti akaja. Baada ya, ya kuja mwenyekiti, mtoto akawa analia sana. Nikaambia lakini kabla tujaanza kuongea, huyu mtoto anatakiwa kula. Kila mtu atakula, ni mpeni maji mpeni nini. Kwa hiyo ikawa kila mtu anasema chako kana chukitaka, nikaambia hapana, kwa sababu mimi pia ni mzazi na jua jinsi ya kuenda mtoto, nikaambia kwa nini tusimchukulie maziwa kwanza ya unga. Kachukua maziwa, mwenyekiti akatoa pesa ya maziwa, mimi nikatoa pesa ya chuchu, nikatoa pesa ya vitu vingine, pampers, wipes na vitu vingine. Basi tukawa tumemchukua mtoto tukaanza kumpa huduma. Mwenyekiti akanichagua mimi, kaniambia umeonekana kuguswa sana na ili tukio, kaniambia nimeguswa na nimeshtuka kwa sababu mimi ni mama, kwa kuna watu wengi eneo. Yes, lakini ile kelele, unajua watu wanapiga kelele, lakini hawana msaada. Umeelewa? Kwa hiyo nikaa nimemwambia, kwa sababu hapa kazini kwangu yani tofauti na yani, ni bora mtoto wake ndani, kwa sababu hapa kuna upepo, kuna nini, nikaa nimemomba mama mmoja tumweke ndani kwake na, kwa sababu mimi nipo hapa karibu, tutakuwa tunamhudumia kwa karibu na mimi nikiwepo, basi tukawa tumemchukua mtoto tukamweka ndani, tukampa maziwa mtoto mwenyewe, hata so mrizi amekunywa maziwa ameshiba. Kwa hiyo baadaye tukasema ili we uongozi, uongozi yani tuweze kupata uhuru zaidi wa kukaa na huyu mtoto, tukamwomba mwenyekiti apige simu polisi, akapiga simu polisi. Alipopiga simu polisi, polisi wakaja wamekuja wakajiridhisha, wakahoji, tukaonesha eneo la tukio mtoto alipoonekana. Baada ya kuonyesha eneo la tukio, polisi wakashauri kwamba mtoto amekaa kwa muda gani, maana tukio limefanyika kama N nusu saa ali saa saa ulikuwa siku ya saa tatu. Kwa hiyo taharuki imeendelea mpaka saa sita. Basi kasema huyu mtoto anaweza kuwa labda ana shida ya kiafya labda ndo maana mama kamtupa, kabidi twende hospitali kwa ajili ya kufanya check up. Tumeenda kwa ajili ya kufanya check up, mtoto yuko salama na majibu mengine yakawa hayajapatikana. Kwa hiyo akasema kwa ajili ya kusubiri majibu na kumwangalia zaidi, tumuache mtoto chini ya uangalizi ndani ya siku tatu, lakini akiwa chini yetu pamoja na uongozi wa serikali. Kwa hiyo tukao, tumemwacha mtoto pale, tunamhudumia, tunaenda kumuona basi tunatakiwa tunachotakiwa kukifanya ni kupeleka PF ya polisi kwa madokta wakaijaze na kila kitu kikae sawa, kwa ajili ya kukabidhiwa mtoto. Polisi walijiridhisha, lakini usikuona? yeah. waka, waka, waka yeah. mm-hmm. na wakawaruhusu ninyi mweze kushina. na mwenyekiti aliplay part gani? pia kukabidhi mtoto huyo mwenyekiti. Kiukweli, katika watu walioguswa, mwenyekiti aliguswa sana. Unajua mpaka mtu kutoa pesa yake mfukoni kununua maziwa, alafu ni baba. Unajua nilimwangalia mara mbili kwa sababu si kawaida. Unajua baba anarongumwe. Eh? Kama baba anarongumwe, lakini yule baba alionyesha yani kuguswa. Ilinifanya nivutiwe na kile kitu na nikaona ni mtu mmoja wa ajabu sana. Muone. Kwa hiyo aliplay part kubwa sana. Yes. Ni nikirifaa katika jumbe ambayo alituma mheshimiwa Waziri Gwajima. Uh, kwanza alipongeza pia message yako. Uh, anakwambia pongezi uh, kwa binti huyo mwenye moyo mwema kwa kumhifadhi malaika huyu. Uh, sasa je, ameripoti polisi? Na tumai jibu lake likawa tayari amelipata. Of course ameripoti polisi uh, kwa ajili ya taratibu rasmi za kumhifadhi kisheria. Uh, lakini pia alitaja nambari zake za simu. Sisi tunataka kufahamu kama Bongo 24 uh, umempeleka hospitali tayari, siku tatu, mpaka kwenda kukelewa, baada hizo siku tatu mtoto atakuwa ni rasmi mali yako, ama kuna ratiba gani ambazo umeziplani kuendeleza baada ya siku tatu? Mtoto atarudishwa kwangu mimi, yes. Kwa jinsi nilivyokuwa nimeongea na mwenyekiti, akaniambia nasi, naona kama mzigo utakuwa mzito kwako na pia una familia pia. Nikamwambia sio hivyo, kwa sababu mimi ni mama, ni mtoto wangu, nitakachukula ndicho atakachokula Mwona, kuna bibi yake pale alisema, mimi niko tayari kumlea na nini. Kwa hiyo ikanipa nguvu kwamba mtoto anaweza kalelewa vizuri na akakua vizuri, na mimi hata kama nikiwa katika mazingira ya ofisi narudi jioni kumwangalia bado sio mbaya. kwa kwa hiyo, mwenyekiti akasema, mimi nitakusupport, lakini mtoto anahitaji ukae naye, kwa sababu amna mtu alionyesha effort zaidi yangu, mimi kila mtu alikuwa anamkwepa, na mazungumzo tu mengi mtaani, eh, mtoto, ile taharuki. Lakini mtoto analia, hamna mtu anayejali, zaidi ni watu wanazidi kujaa. Nikamwambia hapana, this is not okay, so maonyesho, nilichokifanya nikasema e, ni ile code kwa ajili ya kuonyesha Watanzania kitu gani kimetokea, ukatili gani umetokea, ili niuma kiukweli, nikiwa kama singomaza Nilijifikiria, huyu dada amekosa nini? Ameshindwa vipi kumlea mtoto? Kuna watu wanalea vitoto virema, kuna watu wanalea watoto mataila, kuna watu hivyo, lakini ana appreciate Mungu, amenipa zawadi huyu. Kapewa zawadi tena zawadi, yani sijui nikwambie, mtoto ana miguu, ana mikono, ana macho, ana kila kitu, mzima wa afya. Kaambia Mungu, wewe watosha. Hakuna kama wewe. Kwa tukamrudishia Mungu tukufu, tukamchukua mtoto tukamhifadhi, tukampa chakula. Basi baadaye ilivyokuja, au yani, nashukuru kwanza hata uongozi walivyopigiwa simu polisi, walikuja haraka sijai kupata ona. Yani wamekuja wale polisi, pia yani polisi wananifahamu vipi, imekwaje. Kwa tukawaelezea Kasema, mtoto mzuri, yani unajua, eh, Sao, yani kila mtu mtoto jamani, e, mzuri mona. Kwa hiyo kiukweli mtoto ni mzuri sana Sao, sana wakati wengine wanatupa watoto, sisi ni mashuhuda wa baadhi ya watu wengi sana kulilia watoto. Sisi baada ya kupost kwenye page yetu tumekutana pia na comment nyingi za watu wakisema mtoto apewe Masepetu, kwa sababu Masepetu ni miongoni mwa wasanii ambao wanapitia changamoto kubwa ya kupata mtoto. Kila mtu apewe wema, apewe wema. Wewe umesema utakuwa unamlea, sijajua mtoto atakuwa na baraka namna gani, lakini watu wanaposema wampe Masepetu Uko tayari kumwoa? huhisi kutokua kuna mkongamano, utakuwa tayari endapo akimuhitaji. Simsemee sana Wema, kwa sababu najua mimi huwa siku zote namwamini Mungu kuliko chochote. Kwa sababu gani? Namwamini Mungu. Wema kama Wema, ipo siku yake atapata mtoto na atazaa, na hata Sara alizaa akiwa mzee kabisa na Mungu alifanya maajabu ambayo binadamu yoyote asingetegemea. Kwa hiyo siku zote mimi nasema Mungu acheni aitwe Mungu tu, hakuna mwenye uweza kama yeye na hayupo. Kwa hiyo watu kumdhihaki wema sio nzuri, lakini pia wema akimhitaji mtoto wema ni mama na wema ni mama mzuri sana katika wamama wote, ambao watu wamezaa watoto hawezi kumfikia wema hawawezi kumfikia wema kwa malezi, si malezi ya mume, si malezi ya mtoto. Wema ni mlezi mzuri sana. Kwa hiyo mimi naomba kwa hizi sifa za kuwa na mkejeri wema spendi kwanza, cha kwanza, cha pili, kama wanaona yeye ni mtu tasa au mgumba hawezi kuzaa, ni uongo ni wakati tu, it's a matter of time. Ikifikia wakati wake atapata, japokuwa anatamani na haijafika tu wakati, lakini mimi siamini kama hawezi kuzaa. Sasa ndo mtoto huyu akimuhitaji wewe, umesema upo tayari kumlea, na hadi mwenyekiti amekuamini. Akimhitaji huyu, je? yeah. yes E, akimuhitaji naweza nikampatia, kwa sababu ana uhitaji wa mtoto Jiu, lakini nakuona kabisa upo comfortable. Siko comfortable kwa sababu mtoto nampenda, ni mtoto ambaye amenigusa, ni mtoto ambaye kiukweli ana historia. Sitaki kuongea vingi sana, lakini ana historia ambayo inahusiana na mimi kidogo. Yes, kwa sababu kuna mazingira ya historia yangu nilipitia kwenye maisha yanahusiana kidogo na huyo mtoto. Siwezi kuisema lakini kuna vitu ambavyo vimenigusa pia. Yes. Kwa ulivyombeba mtoto kwa mara ya kwanza, ni muda gani tangu amezaliwa, kwa sababu ni mzazi wewe, ndio kwa unatambua hili. Mtoto ana kama siku mbili tu. Tu. Yes, sina, leo ni siku ya tatu. Maana hmm. Kitovu bado kibichi kabisa, akija katika na mtoto katika kitovu ndani ya siku tatu mpaka siku nne. Yes. Kwa mtoto aja katika kitovu, kitovu ni kibichi, ni kama cha siku mbili tu. Yes, kwa ni mtoto wa siku mbili. Mm. Uh, kutakuwa kuna uhuru gani uh, kwa baadhi ya wa Watanzania ama uh, baadhi ya watu ambao wataguswa kwa mtoto huyu uh, tunafarajika kuona yupo katika mikono yako, vipi kwa wale ambao pengine watahitaji kumsaidia pia, uh, ambao wataguswa, sawa, wewe ni mama lakini uhuru wao utakuwaje kwa hao watu huyu, yeah. Mtoto ni wa Watanzania na ni wa serikali pia kwa hiyo kuna watu wengine wanania njema na wengine wanania mbaya, si kila king'aacho ni dhahabu. Kwa hiyo kwa wanaohitaji kumsaidia, wanaohitaji kunini, hatukatai, lakini kuna taratibu zake. Sio kwa sababu ni mtoto tu, ni mtoto tu, kwamba kila mtu atataka kufanya anachotaka kujisikia yeye. Kutakuwa na taratibu zake kwa zitafatwa kwa watu wote, lakini ni mtoto wao. Yes, hatukatai, ni mtoto wao ila tu kuna taratibu, sio kila mtu anayetaka namtaka mtoto labda anataka niende naye wapi nifanye naye nini. Hapana, yes. Ha, ongera sana una moyo wa kipekee pia. Uh, kwa ninavyofahamu mimi uh, mara nyingi watu akiona mtoto ametupwa akili yao ya kwanza kama hivyo watu kumzongea sana uh, wengine labda kumpeleka hospitali, polisi, afu inaishia hapo wewe hadi umekubali kumlea kabisa, na umemwona tuko mara ya kwanza. Mtoto mwenye siku mbili, umjui mama yake ni nani, hujui baba yake ni nani, hujui ametokea wapi. Na kupongeze, na ukweli, na ni kupongeze na sijui una moyo wa aina gani dada. Kiukweli naweza nikasema kwamba sio mimi, ni kwa sababu pia nina hofu ya Mungu. Unajua, tayari ukishamtanguliza Mungu kwenye maisha yako, hakuna utakachokiogopa hakuna ambacho utakidharau ndio maana mimi huwa nasema, katika haya maisha simdharau mtu, huwezi jua kesho ya yule mtoto atakuwaje. kuna Mwingine anaweza kaona leo ambao ni mama yake, ameona leo, hajaona kesho. Laiti kama mama yake angeiona kesho ya huyu mtoto, asingemtupa siku zote. Najifunza kutokumdharau mtu, kwa sababu yule unemdharau, kesho unaweza kushangaa amekusaidia pakubwa ambapo hujategemea. Umeona? Kwa hiyo ni, ni kitu ambacho mimi nakisema kwa Watanzania wote kwamba tupendane, kuwe na mipaka sawa, lakini pia tuoneane huruma. Kuna watu wanapitia changamoto nyingi sana, lakini hawana misaada. Si kwamba watu hawaoni, wenye pesa wanawaona, lakini mtu tu ana, ah, kwani nini? Umeelewa, eh? Lakini kuna watu nyuma yetu wanahitaji sana, kuna watu wana matatizo Sipende kuongea hili jambo sana lakini, mimi na wajane watatu nawalea japokuwa sina pesa hivyo na najitafuta bado, lakini na wajane watatu nawalea na, na nimewafungulia biashara wanafanya biashara. Kwa hiyo nikija kuangalia huyu mtoto ni nani, anakula kilo ngapi, na pia na watoto wangu wawili ambao nawalea mwenyewe bila sapoti ya mtu yoyote kwa hiyo sioni kama ni kazi ah. Kwa mfano, wapo ushapiwa jukumu la kiutu kama mama, umekubali kumlea mtoto, mtoto umemlea labda zaidi ya za, za miezi tisa au mwaka, mtoto ana afya, mtoto ana muonekano, ikatokea sasa mzazi ambaye hajulikani katokea wapi, anakuja kukuambia, bwana, huyu ni mtoto wangu Utampokeaje? Yeah. Mzazi. Oh, mzazi ni mzazi apotei. Nikisema mzazi ni mzazi apotei kwa sababu si kuna DNA, tutapima DNA, atakuja taratibu zitafatwa, atapewa mtoto wake, tampa kiroho safi. Yes, kwa sababu sijui kilipata nini. Umeelewa eh? Huwu asipendi kuhukumu sana, sipendi kabisa yani katika maisha kuhukumu, kwa sababu mimi pia nimepitia kwenye mikono ya watu wengi hiyo. Kwahiyo huwezi jua alipitishwa kwangu mimi nimfikishe pale kwa makusudi yapi. Koo, tutapima DNA kama ni mtoto wake, atakuwa ni sadaka tayari nimetoa pia yes. kuna watoto wawili, huyu anaenda kwa watatu Umetarajia uitwe watatu mama... wa, wa si, yaani wawili, wa kwangu, wa kuzaa, na watoto wawili wa kwangu wa kuzaa na mtoto mmoja ambaye ni mtoto wa kakaangu nilimchukua akiwa mdogo. Sasa hizi ana miaka ishirini na moja. Kwa hiyo ndio maana sioni tabu. Ni mtoto wa kike pia huyu, okay. Anaenda kuongezea jina gani? Utakuwa unaitwa mama gani kupitia mtoto? <laughs> yaani jina la huyu mtoto ni me, yani nimetamani na ni jina ambalo ndo tunampa, anaitwa Fernando Mr. Yeah. Fernando eh, Mr. Fernando. Uh, Yes. Jina yes, Fernando ni mtawara, kwa hiyo katika mapokeleo ya Watanzania mi nahisi huu mtoto anaweza kaja akawa na kitu kikubwa sana kwa sababu ni mtoto ambaye sikufichi fichi yani, nimemuona nimemwona tu hivi nikavutiwa naye mara ya kwanza, na ni mtoto ambaye yani tumembeba, kila mtu anatamani ambebe, namuomba ni mbebe, namwomba ni mbebe hivyo. Kwa sijui mama yake alipatwa na nini, ndio maana nasema usihukumu. Yes. Ah, malaika huyo amepata mstiri ni na, baada ya leo, ni usiku wake wa kwanza hospitali. Leo ni siku ya hii itakuwa ya pili. Kinachohitajika ni PF3 kutoka polisi confirmation kabidhiwa, yeah. uh, eh, mm, kesho tutaenda hospitali kwa ajili ya kumpelekea mahitaji na kupeleka hivyo vitu hospitali. Gani hospitali? Actually siwezi kusema, kwa sababu si unajua, watu wanauliza sana. Yes. Kwa hiyo yuko hospitali kwa yu ajili ya uangalizi mzuri, ili akitoka hata nyee mnakuwa na amani kwamba mtoto ana nini hana shida. Yes. Sawa, mimi nafikiri uh, ni sawa wewe kuzungumza na Watanzania. Uh, sisi pia mpaka tumefika hapa pia tukushukuru, kwa sababu tumekuomba sana, ulikuwa utaki haya mambo ya kuhojiwa na yeah, nini saa, choy, media, media, <laughs> ni media, sio unajua eh tunashukuru uh, wa uh, pia kwa kutukubalia. Natamani uambie na wengine na Watanzania kuhusiana, na kwanza, natamani liwe onyo pia, kwa sababu sio kila mtoto pia mwenye bahati hiyo kwamba atatupa atapata msamaria mwema. Ongea uh, na wanawake wenzako pia watambue uh, uthamani wa uh, watoto na yakimshinda, tafute namna nzuri na sio kumtupa yes. Kiukweli naweza nikasema hivi upande wa wababa pia naomba niongelee, anaweza kawa baba ni chanzo ama sio chanzo, lakini tunavo tunavopanga sisi, kwa sababu tunaobeba matumbo ni sisi wanawake. Wote wa Tanzania wenzangu, unapopata pata ujauzito, ujiandae kisaikolojia. Kuna kutupa mtoto, kuna kutoa mimba, hivyo vitu vyote havifai na havitakiwi, kwa sababu kuna kupoteza uhai wako pia unapomtupa yule mtoto huwezi jua ndio ukaishia hapo, usizae tena, au ukapata mtoto aka yani akapata bahati leo ukaja ukasema huyu ni mwanangu. Wababa pia wanaokimbia watoto leo na kesho, tuna mfano mzuri wa msanii mkubwa ambaye unaweza kumlaumu, lakini still yeye ndo anajua maisha gani amepitia na mamake. Kwa mimi simoni kama yule msanii anafanya kitu kibaya, naona anafanya kitu kizuri kwa sababu mimi yamenikuta na mimi, siwapandikizi hivyo watoto, wanaona wenyewe, ila ikifikia sehemu mtu atakuja kusema kwamba alikuwa anawaambia watoto hivi, alikuwa anafanya hivi, lakini hapana, wewe ndio unatakiwa karibu na watoto. Wa baba wamekuwa na tabia mbaya, nikisema tabia mbaya namaanisha kwamba si lazima uwe na pesa kuwa karibu na mtoto wako. Kwa baba anaona aibu, mimi nilikuwa na hela zimeisha, au mimi labda si kuna nini, kwa nini nikae karibu na mwanamke, labda ana uwezo wa kuhudumia watoto, mimi naonekana vipi? Kupata na kukosa kupo, kaa karibu na watoto wako wakujue, kwa sababu unavyokuja unadanganya watoto, unafanya nini hivyo? Watoto kesho na kesho kuto, tusilaumiane kwamba ni hivi, ni hivi mwaona kwa hiyo, na washauri wa baba, jamani, hata kama huna pesa hata kama huna nini, kuwa karibu na mtoto. Umeelewa? Kitu kingine wadada wa wanapopata mimba wajiandae kwamba mimi naenda kuwa mama. Mfano mzuri Gigimani, nimtoree Gigi, kwa sababu ni mtu ambaye na akili zake zote zile, unavyomwona akina anamlea mtoto wake, na aliamua kujidhalilisha kwa ina yoyote kwa ari yoyote, lakini yule pale analea mtoto. Leo hii Gigi angeamua kutoa ile mimba, angekuwa wapi leo hii? Anajua ujana upo, ni ujana maji ya moto, lakini alitamani kuwa na mtoto wake. Alipitia misukosuko ya wanaume. Kwa nini wai Gigi ya kutupa mtoto hmm? Sio kama anajulikana lakini mimi nahisi Gigi alikaa chini akatamani kuwa na mtoto na akamzaa, na changamoto zote alizopitia kweli zilikuwa zinamfikia hapa, lakini alisema anapambana, anajitetua, anakaa uchi, anafanya nini, anafanya nini, hiyo yote kwa sababu ya yule nani, mtoto wake, sio, anaitwa nani? Yes. Kwa mfano mzuri. Yes, kwa sababu ya Maira kwa hiyo wasichana wenzetu wajifunze, wamama pia wajifunze. Sasa hizi watu tumekuwa ni wachapa kazi, hatuchagui kazi, kazi yoyote tunafanya kwao. Unapopata ujauzito jiandae, jiandaye. Mimi niko tayari kuosha vyombo, nipo ni tayari kufanya chochote kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya damu yangu. Kama baba atakuwa na akili atajua nina mtoto, kama hatakuwa yeye mwenyewe mwache wala hauna haja ya kumpeleka ustawi wa jamii kugombana naye kufanya nini? Mimi nilichojifunza katika maisha, kalma unalipwa tukiwa hapa hapa duniani. Kwa hiyo, we unavyotoa mtoto au unatupa, kesho utashindwa kuzaa. Umepata mtu, si unataka maisha mazuri, kwamba nipate mwanaume mwenye pesa, sijui nifanyeje, ni dange ni nini? Kesho unapata mwenye pesa, huna yai la kumtotolea picha linaanza, linaanza hapo inakuwaje? Kaka, utamvumilia mwanamke ambaye azai? Ni kitu ambacho hakiwezekani, umeelewa? Kwa hiyo mimi hapa, eti nipate mwanaume, yani anataka kunioa nikatee, sina watoto wawili na, na mtoto mmoja. So kweli unanipenda, tukae chini tuongee moja mbili tatu. Imefikia wakati wangu wa kuolewa, ntaolewa. Bado na majukumu yangu, siwezi kuolewa ili niingie kwa ajili ya kitu, hapana. Kwa dada wengi wamejikuta wanafanya vitu kwa ajili ya kitu, ndio maana unakuta matatizo kama haya yanajitokeza, umeelewa eh? Kwa hiyo kiukweli hili tukio linauma na linafundisha. Hata hao wana wengine wanasema tunamwomba mtoto tutamfanya nini? Wanaomba tu kwa sababu hawajui majukumu ya mama, hawajui majukumu ya mtoto ni rahisi kumwona mtoto vile mchanga ukahisi atakuwa tu kama vile sijui utamwagiria maji kama mti, kwamba atatoka hivyo. Mtoto anaumwa, mtoto ana hivi michango na mabaridi haya, wana manini, ni kazi kubwa mno. Umekubaliana nayo? Yes. Sa. Kubwa sana kulea mtoto. Nikushukuru sana Mama Fernandez. <laughs> Asante. Sa. kwa, kwa machache na mengi ambayo tumezungumza uh, na dadangu Nancy. Yes, uh, ipo Kinondoni hapa, sehemu karibu kabisa na mtoto yule ambapo ametupwa, ame na yeye amempokea. Kwa wale ambao mlikuwa mnatupigia simu, hofu zenu sasa hivi uh, mzipeleke kwa Nancy uh, kwa kumsapoti, kumtia moyo, kumtia nguvu, kwa lolote lile, kusudi na yeye endelee kualelea mali hii ya Kitanzania. Wewe dada unaitupa yeye, wewe. Sisi bwana, unatukwaza sana. Mnaitumame, na hii ni Bongo 24 mpaka wakati mwingine, shukran sana.